Karibu msikilizaji, katika dunia ya michezo ya soka. Wikendi hii hii imekuwa ni wikendi yenye ushindani mkubwa katika ligi mbalimbali barani Afrika, Ulaya, huku timu kubwa zikisaka point muhimu katika mbio za ubingwa na nafasi za juu kwenye jedwali. Tuanzie huko Marakesh, Moroko, ambako michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON ya mwaka 2025 imeanza rasmi kwa mvuto wa aina yake. Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 ilizinduliwa rasmi Jumapili usiku katika uwanja wa Mule Abdellah mjini Rabat Morocco, kupitia sherehe kubwa na ya kuvutia iliyojaya burudani ya Brudania hali ya juu. Licha ya mvua iliyokuwa ikinyesha kwa utulivu, sherehe hiyo haikupoteza mvuto wake, ikichanganya kwa ustadi muziki, densi za asili na fataki zilizopamba anga la Rabat na kuwafanya maelfu ya mashabiki waliokuwepo uwanjani, pamoja na mamilioni waliokuwa wakifuatilia kupitia runinga, kufurahia tukio hilo la kihistoria. Tupate taarifa hiyo kutoka kwa beki wetu Leonard Mobale. Nam, tunakwenda Moroko. Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika Total Energies AFCON mwaka elfu mbili na ishirini na tano ilizinduliwa rasmi Jumapili usiku katika uwanja wa Prince Maore Abdellahi mjin Rabat Moroko, kupitia sherehe kubwa na ya kuvutia iliyojaa burudani ya hali ya juu. Licha ya mvua iliyokuwa ikinyesha kwa wingi, sherehe hiyo haikupoteza mvuto wake hata kidogo, ikichanganya kwa ustadi mziki wa kisasa dansi za asili za Kiafrika, mwanga wa kisanaa na fataki zilizopamba anga la Rabat na kuifanya dunia nzima kuelekeza macho yake Moroko. Kadri Afrika ilivyoanza rasmi tamasha lake kubwa zaidi la soka, mziki nao ulichukua nafasi ya kipekee sambamba na mchezo wenyewe. Msanii Jeilanini Le Artiste na Angelique Kidjo walipanda jukwani na kuimba wimbo rasmi wa TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Moroko mwaka 2025 na katika onyesho lililovuta hisia na kugusa utambulisho wa bara la Afrika wimbo huo ulitambulishwa rasmi kabla ya mechi ya ufunguzi kati ya wenyeji Moroko na Komoro, ikiashiria mwanzo rasmi wa michuano ya Afcon mwaka 2025. Wimbo wa mwaka huu umebeba ujumbe mpana na umoja wa fahari ya Kiafrika, ukichanganya dunia tatu za mziki kwa namna ya kipekee: mziki wa kizazi kipya cha pop cha moroko midundo ya kisasa ya kimataifa iliyokuwa barani Ulaya pamoja na mizizi ya kina ya ala na midundo ya Afrika ambayo imesafiri na kutambulika duniani miongo kwa miongo kadhaa. Sasa onyesho hilo lilitajwa kuwa miongoni mwa matukio ya ufunguzi yaliyopambwa zaidi katika historia ya Afcon, ikijumuisha mziki, mwanga, harakati za dansi na ishara za kitamaduni, yote yakiwa yamepangwa kwa ustadi mkubwa kwa hadhira ya kimataifa kupitia runinga. Sherehe hii ya ufunguzi pia iliashiria mwanzo wa mashindano ya mwezi mzima yatakayodumu hadi tarehe kumi na nane Januari mwakani yakiashiria timu ishirini na nne za mataifa kutoka bara zima la Afrika. Michuano hiyo itachezwa katika miji sita ya wenyeji ambayo ni Rabat, Casablanca, Tangia, Marrakech, Fez, Agadir, huku viwanja tisa vikitumika pia kuendesha mashindano haya makubwa. Ni muhimu kukumbuka kuwa Morocco inakuwa mwenyeji wa fainali za AFCON kwa mara ya kwanza tangu mwaka elfu tisa mia na themanini na nane, jambo linaloifanya AFCON mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutajwa kama moja ya matokeo yenye maandalizi makubwa na maono makubwa zaidi katika historia ya mashindano haya. Kwa ufafanuzi huu wa kihistoria na wa kuvutia, AFCON mwaka elfu mbili na ishirini na tano imeanza kwa kishindo kikubwa, ikiashiria mashindano ambayo hayataleta tu ushindi na majonzi ya soka, bali pia yataendelea kuunganisha Afrika kupitia utamaduni, mziki na mshikamano wa bara moja.